Yes, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Niko na story ambayo inamhusu rais wa Urusi eh, anafahamika kwa jina la Putin huko kila moja nakuwa najua eh, kwamba sasa usiku wa kuamkia leo hii eh, tarehe 15 rais bwana wa Urusi Vladimir Putin ameweza kuthibitisha kwamba hatohudhuria mazungumzo ya amani ambayo pia yanafanyika eh, nchini Uturuki hii leo eh, Putin pia ameyasema haya wakati alipokuwa akitangaza ujumbe utakaowakilisha Urusi, lakini pia katika mazungumzo hayo ikumbuke kwamba e, wiki iliyopita pia nilikupatia habari hii kuhusiana na e, rais kutokea kule Ukraine ambaye ni Zelensky ambaye alisema kwamba yeye pamoja na Putin wanatarajia kukutana siku ya Jumatano ambayo ni siku e, ya e, tarehe 15 ambayo ni siku hii ya leo kwamba watakutana huko Uturuki ili waweze kuwa na mazungumzo yaweze kuamaliza, waweze kukaa mezani na vitu vingine viweze eh, kuendelea. Sasa siku ya leo usiku kwa mkia mba, siku ilibidi waweze kukutana, Putin ameweza kutoa taarifa kwamba hatahudhuria mazungumzo hayo, na yeye ataweza kutuma labda ujumbe ambao wakaweza kumsikiliza bwana Zelensky. Sasa Putin pia amemtuma mshauri wake ambaye anafahamika kwa jina la Vladimir Medinsky ambaye pia kuelekea huko Istanbul, e, kama mkuu wa ujumbe wa Urusi. Lakini pia Zelensky amesema iwapo Putin hatowasili kwa mazungumzo hayo na ataendelea na kile alichokiita, e, michezo, basi hiyo itakuwa ishara ya mwisho kwamba hataki Ku, eh, kuvimaliza vita hivyo. Hapo pia Zelensky pia anaweza kuongea kwamba mara baada ya taarifa hiyo kutoka kwa kama Putin hataweza kuja mwenyewe na sio kutuma mwakilishi, basi ni michezo tu ambayo inakuwa inaendelea na vita hivyo havitaweza kuisha na kuweza kupungua kwa sababu lengo lake lilikuwa ni kutaka waweze kukutana then waweze kuyamaliza. Lakini pia eh, kutu, kwa sababu kwa kuna semekana kwamba kuna baadhi ya eh, siku 30 au tunaweza kusema vita hivyo kuweza kusimama na mazungumzo hayo pia eh, Zelensky aliyazungumza kwenye taarifa ambayo alikwisha kuitoa na ambapo hadi yeye ya alisema kwamba atatangulia siku moja kabla ili kuweza kumsubiri Bwana Putin huko Uturuki. Kwa nini mtu wengi wa wanaanza kujiuliza kwamba kwa nini hawajakutana huko Urusi au kwa nini hawajakutana Ukraine na wameamua kwenda kukutana eh, Uturuki. Bwana endelea kutufuatilia sisi kama sawa sawa kwenye drop comment yako hapo kutokana na eh, ubabe huu ambao unakuwa unaonyeshwa. Zelensky ameenda kule lakini pia Putin amegoma na kuweza kutuma mwakilishi. Na mara baada ya mwakilishi kwenda kufika huko katika ku, kumazungumzo haya yanatarajiwa eh, kufanyika siku ya leo. Zelensky amesema kwamba hii ni michezo. Kama wewe hutaweza kuja basi, vitu vingine vitaweza ee, kuendelea. Sasa drop comment yako hapo, nini kinakuwa kina inaendelea hapa, kwamba Putin hataki vita vi, viishe, anataka viendelee, lakini pia Zelensky anaonekana kutaka kuvimaliza vita hivi vya Ukraine pamoja e, na Urusi. Maoni yako yatakuwa ni ya muhimu kabisa, lakini pia write comment, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa taarifa nyingi zaidi.